Kwingineko katika kaunti ya Nairobi ni eti kwamba katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar Hassan ameshikilia kuwa mpango wa Linda Jamii ni bora kuliko Linda Mama. Matamshi yake yakionekana kumlenga rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Omar amesisitiza kuwa uongozi wa Uhuru uliharibu uchumi wa Kenya na ambao Rais Ruto anajizatiti kufufua. Haya yamejitokeza katika mkutano na viongozi wa jamii ya Kamba kutoka kaunti ya Nairobi, akiwarai kutokuwa na mfuata kinara wa Wiper Steven Kalonzo Musyoka kwa madai kuwa ameifanya jamii hii kusalia kwenye upinzani na kuwafanya wakose maendeleo. Matamshi ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta yakiendelea kuwakeketa maini baadhi ya viongozi serikalini. Katibu Mkuu wa UDA Hassan Omar Hassan amejitokeza hadharani na kusisitiza kuwa mpango wa Linda Jamii ni bora kuliko ule wa serikali ya awali wa Linda Mama, akibaini kuwa mpango wa sasa unawahusisha Wakenya wengi kwa pamoja. Oh, mi nilileta Linda Mama, lakini sisi tunasema wewe ulilinda mama, sisi twalinda mama na watoto wake na jamii yake, Linda Jamii. Sisi hatukuja kuondoa ile ulioleta, sisi tumekuja kugeuza na kuimprove kuirekebisha yeah, na kuifanya bora zaidi, akiongeza kuwa utawala wa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta uliisambaratisha uchumi wa Kenya na sasa Rais Ruto anajikakamua kufufua, akiiweka wazi kuwa mageuzi yaliyoletwa na serikali imeanza kuzaa matunda. Ndugu yetu Uhuru Kenyatta, na atumlaumu kabla kuondoka miezi sita akaweka sahihi mikataba ya kujenga barabara especially maeneo upande mmoja wa Kenya akatuacha na gharama ya trilioni moja contract ambazo ameziandika na, na, na, na contractors ambao hawajawalipa wa ili ionekane nini, William Ruto amekataa kujenga barabara kilomita elfu moja mia tatu akaziweka mahali pamoja. Sio uhuru pekee. Omar akimgeukia kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amebaini kuwa ameifanya jamii ya Kamba kusalia bila maendeleo, akiwataka kuhakikisha kuwa wanamuunga mkono kiongozi mwingine kwa madai kuwa Kalonzo amekaa uongozini kwa muda mrefu na hamna matunda yanayoonekana. Mbua ndio mkaja kwa William Ruto, mumeelewa kwamba Kalonzo hakuna mahali anaenda. Nadhani mi niwa, niwazungumzie kama jamii ya Wakamba mkiwa na mtu aki overstay ile ule fursa na nafasi yake ya kimaisha, anaathiri kizazi kinachokuja. Kama hatuna fiti hapa Nairobi kama jamii, hatutasaidika. Kwa hivyo, tunataka community tushikane.